Chama cha maendeleo sasa kimefika mwisho baada ya vita vikali kuzuka ambavyo vimesambaratisha uwiano katika chama hicho. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali na kusihi subscribe. Vita vikali vimezuka ndani ya Chama cha Mapinduzi baada ya kada mmoja wa chama hicho wa jina Kazungu Bakari Kazungu kutoa msimamo mkali dhidi ya wanaharakati wawili wa CCM ambao ni Joseph Yona na Ahmed Kombo akiwataka wasitokee hadharani na madai anayoyaona kama hatari ambayo hayana ushahidi na anayoweza kusababisha taharuki ya kisiasa. Tazungu alilenga hasa kauli zao dhidi ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, akisema madai hayo yanadhuru hadhi ya vyama vya siasa pamoja na taswira ya haki nchini Tanzania. Kauli hii inaibuka wakati ambapo siasa za Tanzania zimekuwa katika msukosuko mkubwa zikiwa zimeambatana malalamiko ya ukandamizaji wa upinzani, unyakuzi wa viongozi na mauaji ya mwanasiasa aliyekuwa maharufu. Madai ya wanaharakati dhidi ya viongozi wa Chadema ambayo Kazungu ameikosoa vikali anahusiana na kifo cha aliyekuwa mwanachama wa ngazi ya juu wa chama hicho kwa jina Ali Mohamed Kibao, ambaye alifariki kifo cha kuvutia sifa mwaka 2024 chini ya mazingira ambayo yamesababisha mjadala mpana kuhusu usalama wa wanasiasa na uhuru wa kisiasa nchini Tanzania. Kazungu alikizungumza na vyombo vya habari, alisisitiza kwamba madai ya wanaharakati dhidi ya katibu mkuu wa Chadema John Munyika na makamu mwenyekiti John Heche yanapatiwa wasiwasi mkubwa na kuviita vizito na vizuizi visivyo na msingi. Kwa mujibu wake, madai haya hayajathibitishwa na vyombo vya dola vya ulinzi na usalama, na kuyatoa hadharani bila ushahidi madhubuti ni hatari kiafya, ama hatari ya kiafya ya kijamii na kuweza kuharibu mchakato wa haki. Amesema ni makosa kwa mtu yeyote kujichukulia mamlaka ya vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa hitimisho juu ya maswala mazito ya jinai. Kauli hii inakuja huku kuna msukosuko mkali kuhusu njia ambazo madai kama haya yanavyoweza kusambazwa na wanaharakati bila kusubiri vyombo vya sheria kuchunguza. Hii inaonyesha mvutano kati ya dhana ya uhuru na kujieleza na umuhimu wa kulinda heshima ya watu bila kueneza taarifa zisizo na msingi. Ali Mohamed Kibao ambaye ni mwanasiasa mkongwe na mwanachama wa Chadema alifariki dunia mwaka 2024 elfu mbili ishirini na nne, chini ya hali ambayo imechochea mjadala mkubwa wa kisiasa nchini. Kibao alitoroka na baadaye mwili wake ukapatikana ukiwa umekwisha kufinyangwa na sumu ya asidi, iwapo ni kifo cha jinai Chadema ilidai kuwa alichukuliwa na hatua wasio ama alichukuliwa na watu wasiojulikana wakati akiwa safarini kutoka Dar es Salaam akiwaelekea ama akiwa naelekea Tanga. Hali ya kibao ilizua hisia kali ndani ya vyama vya siasa na jumuiya ya kiraia, na chama chake Chadema kilitaka serikali kutoa majibu ya wazi kuhusu tukio hilo. Rais Samia Suluhu Hassan alitoa tamko la kusikitisha na kuagiza uchunguzi wa kina. Na hata hivyo tangu tukio hilo kufanywa hadharani, hakuna sintofahamu kubwa iliyotokana kwa umma kuhusu ushahidi wa kutosha au hatua muhimu za kisheria. Matukio haya yameibua maswali makubwa kuhusu nafasi ya upinzani, mashirika ya ulinzi na namna ambavyo wanasiasa wanavyoweza kuhifadhi usalama wao bila ya hofu ya uzao wa kisiasa na Tanzania imekuwa ikikumbwa na changamoto kuu ya uhuru wa kisiasa na utetezi wa haki za binadamu hasa ikifuatia mauaji, unyakuzi na vilevile kukamatwa kwa baadhi ya viongozi wa upinzani. Ripoti ya Amnesty International ya mwaka 2025 ilibainisha kuwa kulikuwa na visa vya kutoweka kwa lazima na unyanyasaji dhidi ya viongozi wa upinzani na wanaharakati kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Viongozi wa upinzani ikiwa ni pamoja na Tundu Lissu, kiongozi wa Chadema, walikamatwa na kuchunguzwa kwa tuhuma za uhaini, na ni jambo ambalo limeibua mjadala wa kina kuhusu matumizi ya nguvu na sheria dhidi ya wapinzani wa kisiasa. Hali hii ya kisiasa imepelekea migawanyiko ndani ya tasnia ya siasa, huku baadhi ya wakosoaji wakisema kwamba serikali inalazimisha sera kali ambazo zinapunguza nafasi ya upinzani kufanya kampeni kwa uhuru na hii imeonekana pia kama vikao vya kutetea haki za binadamu na mashirika ya kimataifa yanayofuatilia hali ya demokrasia nchini Tanzania. Kazungu amesema kwa wazi kwamba madai yanayotolewa bila ushahidi yanavisambaza ma malumbano yasiyo na msingi na kuweka hatarisha ama na kuweza kuhatarisha amani na utulivu wa nchi. Kwa mujibu wa wataalamu wa siasa, kauli kama hizo zinaweza kuchochea hisia kali za kisiasa na kuzua chuki baina ya makundi ya siasa, hasa wakati wa kipindi cha uchaguzi. Kwa mfano, ripoti za kimataifa zinaonyesha kwamba matumizi ya taarifa zisizo sahihi katika muktadha wa kisiasa yanaweza kuharibu imani kwa taasisi za serikali na mfumo wa sheria na hii kwa sababu viongozi wa vyama wanapoitwa hadharani bila ushahidi madhubuti inaongeza msukusuko wa kisiasa na kupunguza uhuru wa kujieleza kwa watu wanaotaka kusimamia nyenzo za kisiasa kwa njia ya amani. Hii pia ni ina athari kwa familia za watu waliopoteza maisha yao chini ya hali kama hizo, kwani kuongeza ama huongeza machungu ya maswali yasiyo na jibu kuhusu haki ya wao na wanachama wao kupata uwazi wa haki za kisheria. Kibuli cha kisiasa na kauli zinazochochea bila ushahidi zinaweza kusababisha mipasuko mikubwa ya kisiasa ambayo inaathiri usalama wa umma, imani kwa vyombo vya sheria na ustawi wa demokrasia nchini Tanzania. Na Tanzania ni nchi ambayo imejaribu kudumisha amani na utulivu kwa miaka mingi, lakini mienendo kama hii inabeba hatari ya kudhoofisha taratibu za msingi na za kikatiba na uhuru wa kisiasa kuzingatia ushahidi na taratibu za kisheria katika kutolea taarifa juu ya madai ya jinai ni muhimu ili kulinda misingi ya haki, kulinda heshima ya watu na kuhakikisha kwamba mchakato wa kisiasa unaendelea kwa ustawi bila kuleta vurugu au kuibua chuki na katika mazingira ya kisiasa ambayo hatari yamejaa ya changamoto, uongozi wenye uwazi na uwajibikaji ni msingi wa kutimiza matumaini ya wananchi kwa mfumo na haki na demokrasia. Kauli ya Kazungu dhidi ya wanaharakati wanaojiita viongozi zinafunua mvutano wa kisiasa uliopo Tanzania, haswa kati ya chama kikuu, Chama cha Mapinduzi, kati ya uhuru wa kuongea na umuhimu wa kuthibitisha ukweli na katika nchi inayokutana na changamoto za kisiasa na haki za binadamu, hatua za tahadhari, uwazi na uhakiki wa ushahidi unahitajika zaidi kuliko kamwe, ili kulinda amani, heshima ya watu na demokrasia yenye uthabiti. Kwa ujumla, suala hili linatumia funzo muhimu kwa wapenda demokrasia, madai muhimu ya kisiasa yanapaswa kufungwa kwa ushahidi thabiti, ili si hisia au madai ya maneno, ama si hisia au madai ya maneno pekee. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Tanza Pulse, chaneli yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, ku like na kushare video zetu. Na vilevile vile, kumbuka uweze kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tunapozileta hewani. Unachostahili kufanya ni kugonga alama ya kengele, ili uweze kupokea notifications kila wakati ambapo tunaleta taarifa hizi.